Neto, Amida Salum. Majina Amida Salum. hmm. matatu haya. Majina <laughs> matatu. Majina <laughs> matatu. Okay, vipi? Nakuona kwenye mazingira ya, ya location hapa, shooting ya video. Mm -hmm. Wewe unahusika kama nani? Uh, kama video vixen. Video vixen? Mm -hmm. Ah. Wewe ni mpya kabisa kwenye mazingira. Kwenye mazingira? Eh. Labda. Sasa tushazoea akina Dalquin, sijui akina nani kule. Wewe umetokea wapi? mm. mm. Mimi, hmm. mitokea, sema tu nimetokea kwenye kundi la Aisha Films. Ah, kwa Aisha kule. Bwana mimi hmm. nishofuatiliaga sana na niisha sana filamu zake YouTube kuonaga. Nipo. hmm. Kweli nipo. Okay, sawa. Tuachane like, nayo. Okay. hmm. sasa. Kwa nini wewe umependelewa sana labda tumuulize. <laughs> Majuzi kati niliona posti ya diki akiposti pale Facebook kwamba mm, yeyote ambaye anahitaji kuwa kwenye video yangu anaitafuta, kaweka namba mm, ya simu mm, ana ulitumia njia. Aliona uwezo wangu akaongea na direkta ndo akaniunganisha naye. Unajua kuna utofauti wa kwenye movie <laughs> na kwenye mziki <laughs> eh. Sasa aliona uwezo, alioona ni uwezo gani sasa? ila <lidu> Yani, hayo maswali ningemuuliza yeye na kingine kwenye swala la video Vixen sio mara ya kwanza. Ulianza kwa wimbo gani? Nje kidogo. Nje. Sawa. Kwani msanii anaitwa nani? Eh, badas kumbe, ushazoea sana. Huu ni wimbo wa pili. Huyu ni wa nne. We ni mkongwe sana. Ndio <laughs> mm. We ni mkongwe mm. Okay, okay. Kwenye video sasa unapendelea mm. kuvaa nguo mm. za aina mm. gani? Uh, kivyangu mimi kwa sababu kutokana na mazingira mm, eh, mi, mi nguo yote navaa ajalishi mm. mm. nguo gaya aina gani nguo. Okay, yote unavaa kwa sababu upo kazini mm. Sasa je, ukitoka kwenye kazi huwa jamii na kuchukuliaje? um, nchukuli tofauti kwa sababu mimi nikiwa nje ya kazi huwasivaa hizi nguo za za za kikawaida kawaida, yani za ki maana kuna ngozi zenye unaweza zi ukavaa zikaleta kwa kasi na zingine ukavaa zinakupa tu heshima. Kwa hiyo mimi nikiwa nje ya kazi huwa zivaa hizi ngozi zenye zinaleta ukakasi sana, sipendelei. Kuna ile ambayo watu wamekuona pale kwenye video, wameona jinsi ulivyovaa, afu baadae sasa anatamani sasa hivyo kuona kwenye video ipo tofauti. E, nakuchukuliaje? Anachukulia ah, tu anajua ile ni kazi, maana mi sio sijaanza leo wala jana. Kwa hiyo ni, waisha nizoea hmm, wanaona tu ni kawaida. okay. Okay. Chochote ambacho unachokipata ni kama kiasi gani mtu akiwa anahitaji kutumia kwenye video yake. Hamna <laughs> <laughs> ni mapatano <ma>, ni <laughs> wewe, yeah. mm. Okay. Okay, uli ulijuaje kama una kipaji cha, cha, cha, cha Ah, mara ya kwanza um, kuna msanii alikuwa anatafuta video vixen, uh, akawa ameniona kwenye movie lakini akasema njoo unisaidie hapa, nikamwambia ah, saa movie unajua movie kule na huku, akanambia hapana movie na huku yote ni, ni kitu kimoja kwao, njoo nika ah, taweza kweli, akasema mna shida kwao ndo nikafanya, akasema si unaona ni kawaida nikaona tu ni hmm. kawaida kwao ndo kama kuendelea. Okay. Okay, sa, okay. Hapa okay. Kwetu sasa mm -hmm. ndo, umeanza, ndo umeanza na Diki au ulishakuanza na watu wengine? Ah, ndo nimeanza na Diki. Na Diki. mm -hmm. Okay, je, Okay, sawa ndo mara yako ya kwanza kuanza na Diki unajua mm -hmm. mm -hmm. Diki hapa kwetu ana jina lake <coughs> na kijiji chake mm -hmm. sawa ukishaonekana kwa Diki j wengine waumuhmu wa wakiwa wanakuhitaji utakubali kwenda? Yeah, ni maelewano mm -hmm. nakubali Sina maelewano basi, nazania atakuja tu kunichukua mizani mitoa barabarani, twende? Haiwezekani mm. maelewano tu kama gisi diki alimfata director Isha, kama kaongea naye, basi we, okay. e. We, unasali kwenye dini, dini gani? islamu hivi uislamu kweli unaendana na mambo. Ah, ukisema eti uislamu unaendana na mambo kwa sababu hakuna hakuna dini ambayo inaruhusu na wala siwezi nikasema eti kuruhusu eti like, kama vile kuruhusu eti mizale wa kuruhusu yaani sio kusema eti kuna dhambi kwa sababu hapa tukuja kwenye dhambi <laughs> jamani si nimekaa, ni kuna dhambi. Ni kuna Mungu si nimekaa hapa kwani kuna namkosea? yeah, hakuna yeah, shida yote mimi yeah. sioni sure kama kuna shida hmm. hmm. mm, sioni sure kama kuna shida kabisa. unajua unajua, unajua watu wenye imani zao mm -hmm, uh, wakiwa na mtoto fulani wa dini fulani hivi ameingia kwenye kile kitu, unasema a, maadili yamepotea kwake. Yaani na hiyo ni changamoto, ni changamoto dhidi ya wazazi na watoto, ni changamoto sana, lakini kitu ambacho uh, tunashindwa kuelewa mm hizi -hmm, ni kazi na ni kipaji, alafu kitu cha mimi naamini mtu kama uko mstaarabu, aijalishi eti, sijui maana kuna wengine wako vibaya lakini sio mwigizaji wala sio video vixen na yuko vibaya kabisa. Ukimwona mtaani, kila mtu anasema ule mtoto wa fulani yuko hivi na ana tabia mbaya, lakini sio hivyo. Sasa yani ndo, ndo changamoto yenye ipo kwenye jamii yetu. Nakutana eti hey, mizani ni muislamu au sijui ni yani, mtoto wa pasta hurusi, lakini tunasahau kwa hivi ni kipaji, ni Mungu ameviumba, unajikuta tu Yaani kuna wakati unaona niache au niendelee. Eh, yani kuna, kuna mtu anasema niache lakini moyo tu yeye unajikuta umekusukuma. Oh, okay. Okay, tofauti na hizi na, na, na, kazi. Sasa huwa unajishughulisha na nini? Biashara. Biashara ina gani? Ah, yani mimi nafanya biashara nyingi nauza viatu, nauza nguo hadi kisamvu nauza, ndio yangu. Kila kitu. Mradi hela mm. ipatikane. Hela ipatikane; yani ndio cha muhimu. Wewe unauziaga wapi? Ah, viatu na nguo nauzia nyumbani, lakini sambu nauzia sokoni. Eh. Nyumbani, nyumbani ni sehemu gani? Angalau angalaa, hata nami sikumoja, nikisema nahitaji kiatu ni, mm. ni kufuate huko. Bebe. Mm. Maana mimi ni mkaji wa bed. Bed ndo nyumbani. Bed sehemu gani? Pale nani, cluster ya pili. Mm. Nani kwa tano? Mimi mm. mm. sema tu mimi nakaa pale juu ya bed kidogo. Juu ya bed wapi? Juu ya bed kwenye uwanja wa mpira pale wa mauzo pale juu kidogo pale ndo. Ah mimi niko juani sasa kwa mama leo chini chini. Ah okay. haamahk yeah. Sawa. Tuchochote cha kuambia chuchu, watazamaji wa Mastaz TV. Cha uh, kwanza tunashukuru kwa kutufuatilia, pia tunaomba wasikosi kufuatilia ili waone mambo mazuri ambayo tunaenda kufanya. Sapoti zao ni muhimu kwetu okay. Okay. Eh. Okay. kwa yule mtu sasa so ambaye anakuwa anahitaji na yeye kukutumia kwenye video yake anaweza kupataje? Ah, uh, anaweza kuja moja kwa moja kwangu mm kama anaona kuna ugumu wa kutafuta mawasiliano hapa na hapa, anaweza kutumia kwenye nani, kwenye hizi platform mbalimbali mtandao. mm -hmm. Basi akanitafuta. Anautafuta kwa, kwa, kwa jina gani au kwa namba ipi? kwa Facebook, anautafuta kwa jina ipi? Yes, au, au TikTok, anakutafuta kwenye jina ipi au kwa WhatsApp namba ipi? okay, nitatoa, nani, nitatoa hizi nani platform namba namba <laughs> hapana <coughs> kwa mitandaoni naitwa Mida Salo. Mida Salo. Salo hivyo. Mitandao yote kama TikTok, Facebook, Instagram, Imo, Twitter, yote. Mida Salo. Eh, ushaonekana kwenye, kwenye video eh, mara nne na tena upo kwenye movie, hii ndio inakuwa mara ya tano. Kwenye movie? Ah, ah, yaani kuonekana kwenye music mara nne. Mara nne. Itakuwa mara nne. Eh. Kwenye video kwenye movie kule ni kama kawaida, kama kawaida ni hiyo hiyo, tunaishi nayo eh bwana. Ndo tumekamilisha na dada nani, Mida dada Mida yeye. Mida ni muigizaji pia ni vix. Usije ukajiogopa uka, uka sana, kwa sababu ameshataja jina lake ambalo unaweza ukalipata kwenye mitandao ya kijamii lakini ameogopa kutaja namba yake ya simu, lakini kifupi ukiingia kwenye Isha filamu na hisi unaweza kumpata kiurahisi sana na pia usisahau kusubscribe, kulike na comment ndani ya Masters. Alikuwa ni Kabaisa, nikisema bye bye.